Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe ilioko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana, alright bana, leo kwenye top entertainment music Television tunazungumzia stori ya kutetemesha kumuhusu Diamond ambaye hajapata nafasi kwenye Grammy 2026. By the way, ni miongoni mwa stori kubwa sana ambayo imekuwa gumzo. Kila mtu ameweza kutoa maneno yake. Wako ambao aliweza kufurahi, wengine wakachukia, lakini licha ya hayo yote bado jamaa anaendelea kwa historia. Leo unaenda kufahamu mengi makubwa. Ameteuliwa kwenye tuzo kubwa kabisa ya Global Awards 2025, akiwa ndo msanii pekee kutokea Tanzania. E bana, kabla tujaendelea mimi na swali kwako. Je, yeah, unahisi huu ni ushahidi kwa dunia kuwa inamtambua Simba hata kama Grammy wameweza kumkosa? chini na bila kwenye comment section, gonga like kwenye video. Kama bado hauja subscribe, subscribe please, make sure una subscribe to follow. Kwenye mitandao ya kijamii jina ni moja, at TemuTV. Bakini business, bakini story story, kubwa ni kwamba Diamond aliweza kuwasilisha ngoma yake ya Komasava kwenye Grammy, na kwenye kipengele cha best music music video, best music performance, lakini pia majina ya mwisho hakuweza kutajwa, yani hakuhusishwa ama kujumuishwa ndani ya hayo majina ambao waliweza kuchaguliwa kuwania tuzo hizi kubwa kabisa za mziki duniani. Mashabiki waliweza kuchukulia kama kitu ambacho kilileta utani sana, kutokana na senario ambazo zinaendelea hapa katikati, lakini wengine waliumia, wale mashabiki ndakindaki najua wa Mondi hawakuweza kufurahia ile taarifa, lakini wengi wakasema ngoma hiyo ilikuwa ni viwango vya kimataifa kabisa, kwa sababu Komasava ni moja ya ngoma ambayo tumeweza kuona balaa lake sio kidogo lakini Simba bwana hajakata tamaa. Ameendelea kupiga show kubwa kabisa ikiwemo tumeweza kumwona Dubai akiwa kama mgeni kwenye tua ya Davido, na sasa hivi dunia imeweza kujibu kwa staili yake. Imagin Damond na anateuliwa kwenye tuzo za eaea EA Global Awards 2025, tuzo ambazo zinatambua wasanii wa Afrika kwa mchango wao duniani akiwa sambamba na majina makubwa kama Wizkidi, burna boy, Davido, wizkidi, rema, Aira star na Davido. By the way, unaweza kuona kabisa jinsi ambavyo mshikaji anazidi kupenya yani kimataifa, yani hakuna namna ya kuweza kumzuia huyu jamaa, lakini yeye ndio mwakilishi pekee kutoka Tanzania, ambaye hii ni heshima kubwa kwa Bongo Fleva na kwa taifa zima kwa ujumla. Ukiangalia listi ni wasanii wakubwa kweli kweli, alafu mwamba kutokea Tandale anasimama Simba. Alright, bwana Diamond anaonyesha kuwa kutotajwa kwenye Grammy sio mwisho wa safari bali ni mwanzo wa kutambuliwa na tasisi nyingine kubwa Mashabiki wanapaswa kuendelea kumuunga mkono, kupiga kura na kusherekea mafanikio haya ya kimataifa. Tanzania inawakilishwa na ni kupitia Simba, hilo halina mpinzani, nobody can say no, wanangu no, msichukie kabisa. Yaani, ili hapa tuongelee maswala pesa na tunaongelea reality, au sio bwana? Em, tuambie kwenye komenti. Je, unadhani Diamond anastahili Grammy nomination, na kukosa kwake unahisi wamemwonea au ni sahihi tu kutokana na jinsi ambavyo hali ilivyo? Taja ngoma ya Diamond ambayo unadhani ni ya kimataifa zaidi na unaikubali kinomanoma. Please, please, nikwambie tu kitu kimoja, usisahau ku like video hii, kushare na mashabiki wengine wa muziki wa Afrika, lakini pia kusubscribe Temu TV kwa sababu ni mahala ambapo stori za mafanikio, changamoto na ushindi wa kweli. Mpaka wiki ijayo tena, kumbuka hata ukikosa Grammy dunia bado inaweza kukutambua, na damu ndo mfano hai. Au unasemaje, wanangu <laughs> bye bye, peace and love. Hii ni tem tv, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.